Hapana, hatuwezi kusema kwamba hakitofanyika au kitafanyika mm, kwa sababu mm, hali iliyopo mpaka sasa hivi tunategemea kuona utulivu ambao mm, umeanza kuonekana toka asubuhi hii iliyofika, na ishara hizo ambazo tunaziona kutokea mabarabarani huko mpaka mitaani huko ambako mm, ni makazi ya watu kwa wingi mm. Kwa hali hii inaonyesha jinsi gani ambapo watu wametikia wito mm, na agizo la serikali ambayo kupitia uongozi na serikali mm. yenyewe wameagiza kwamba watu wakae ndani mm. na uangalie jinsi gani ambavyo unaweza kutoka endapo na mahitaji maalum, pasipo hapo basi mm. unaweza kutulia ndani. Naona hali hiyo imeitikiwa, na kila mm. kitu kinakwenda sawa. labda mm. inawezekana kwa baadaye hali mm. siwe hivi, lakini mm. ni aghalabu kidogo, tunaona mm. hali ya mwitikio na utulivu ni mm. ya kiwango cha kuridhisha kabisa, okay. Ya, kwa sasa hivi tunachoweza kukizungumza na kukisemea mm. kulingana na uhalisia uliopo mm. ni kwanza tuwapongeze Watanzania kwa mm. namna ambavyo wamekuwa wasikivu na mm. namna ambavyo wamepokea agizo la serikali mpaka wakati huu mm. lakini kusema kwamba tathmini na sherehe zifanyikie majumbani mm. A, tunaweza kusema kwamba inaweza isiwe hivyo mm. kwa sababu tumezoea inapokuwa suala la sherehe mm. ni asilimia kubwa na kwa mm. namna ambavyo tunafahamu ni lazima watu wakutane katika sehemu mbalimbali mm. nyingine zikiwa ni sehemu za starehe, nyingine zikiwa ni sehemu ambazo mm. watu wanaweza kukutana kwa wingi kwa ajili ya kujumuika pamoja mm. hapo ndipo tathmini kamili ya sherehe inapoweza kukamilika, lakini mm kwa maana hii haimaanishi kwamba watu hawawezi kusherehekea kwa hmm, sababu kuna baadhi ya watu ambao tayari walikwisha kufanya maandalizi hmm, katika seru zao wanazoishi mtaani huko majumbani hmm, wengine tuliona amefanya maenezi kwa hmm, siku mbili tatu nyuma mpaka leo hii hmm, ambapo tunaendelea sasa kuangalia hmm, namna gani hali inavyokuwa lakini hmm, hakutokuwa na ile miingiliano nje mm. ya watu ambao labda wanakusanyika kwenda kusherehekea, aidha tunazoea sehemu kama mm. uh, sehemu za starehe kama baa, labda bichi mm. au zile au a kwenye kumbi maalum kusherehekea, yes. Kwa hiyo mm. basi mm. tunaona ya kwamba mm. kwa maana hii mm. kuna utulivu ambao utaendelea kuwepo mm. na watu wataendelea kufanya mm. majukumu yao kama ilivyoagizwa, japokuwa kuna baadhi ya kazi mm. na vitengo mm. ambavyo vipo kazini mpaka sasa hivi. Kwa mfano vyombo vya usalama vipo, tunajua mm. ni lazima viwepo, ili kuweza kuongeza ufanisi na ulinzi ambao mm. uh, unaweza kuongeza utulivu katika jamii mm. tuliopo, lakini mm kuna wengi wao ambao hawajakwenda katika shughuli zao. Tunafahamu unakuwa wana mm. na mwingiliano sana wa wanafunzi kwenda mashule na hivi sasa shule zimefungwa, nafsi yake ni kwamba taasisi sasa nyingi za elimu hakuna watu wanaofanya kazi kule sasa hivi, na baadhi ya watu kama wafanya biashara machinga, mm. uh, wadogo wadogo, lakini pia mm. watu wengine kama watu wa usafirishaji, wote hao pia leo naona wameamua kukaa nyumbani na kutimiza mm. lile agizo mm. la serikali ambayo imelitoa na kwa maana hiyo, sasa inaamini mm. ya kwamba hali itakuwa hivi mm. na itaendelea kuwa hivi mpaka siku itakapopita. mm. na nitoe tu pongezi kwa wananchi wa Tanzania, ninaamini mm. inaweza kuwa hivyo kwa sababu mm. na, ukijaribu kukombea lile jambo lilotokea tarehe ishirini na tisa na ile hali na baada ya hapo siku mbili tatu za mbele kidogo imekuwa ni tofauti, na siku hii ya tarehe tisa ambayo imefika uhuru wa Tanganyika, tunajaribu kuangalia nagani ambazo imekuwa ni tofauti kuanzia kwenye kuelekea siku siku chache kuelekea siku ya uchaguzi ile na siku chache hizi kuelekea siku hii ya leo ambayo imefika uhuru wa Tanganyika. Kwanza tunaanza kuangalia kuanzia kwenye maandalizi ya watu wenyewe kuanzia majumbani na tunapima kitu gani pale? Tunaona mm. uh, ile tarehe ishirini na tisa mm. mpaka tarehe mbili mm. ile ya mwezi wa kumi na moja kulikuwa mm. na changamoto kidogo, ambao watu zilizotokea kwa mm. mfano kukosa mahitaji muhimu mm. uh, katika familia zao mm, lakini kwa kipindi hiki tunaona kuanzia juu zile jana mm. uh, watu wamefanya maandalizi na mahitaji muhimu ambayo yamesababisha sasa waweze kukaa ndani kwa uhakika wakijua kwamba hii itapita na kwa jinsi ilivyo mpaka sasa hivi mm inachoweza kukisema ni mm. kwamba kuna asilimia kubwa ya hii huu tulivu kuendelea kuwepo mpaka siku hii ikapita, mm. mm. kwa sababu kubwa moja mm. ya kwamba uh, watu ama wananchi waliweza kupokea maagizo na, mm -hmm. na wamepata nafasi ya kuzungumza mm -hmm. na viongozi mbalimbali kutoka katika serikali za mitaa. Vimekuwa vinafanyika vikao, vinafanyika mikutano mm -hmm. ambayo mm -hmm. inahamasisha, inahamasisha na kuleta umoja katika mm -hmm. katika jamii. Baadhi ya watu sasa mm -hmm. ambao walikuwa na mentaliti ambazo za kusema kwamba wangeweza kutoka kama ilivyokuwa Uh, inahamasishwa mitandaoni kwamba tukaikomboe nchi tukaandamane na kitu gani, lakini kwa maana hiyo sasa hivi tunaona watu uh, waliweza kupokea elimu ile na wameweza kubadilishwa hata mentality na kujikuta sasa wanarudi kuangalia ni namna gani wanaweza kushiriki katika ulinzi mm. na ujenzi wa taifa lao katika hali ya utulivu. Sasa basi ninaamini sasa, maana mm. uh, hiyo basi mm. ni amani hii tunayoiona utulivu huu wanza kuonekana kuanzia asubuhi, utakuwepo hivyo hivyo mpaka itakapopita. Tunachoweza kukisema na kinachoonekana mm. kwa hali ya jiji ya Dar es Salaam mpaka sasa hivi, kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, ni kwamba hali ipo shwari mm. na vyombo hivyo viko makini kwa ajili ya utekelezaji na uwajibikaji, ili kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kuwepo. Mm. Wote tunafahamu ya kwamba mm. uh, jiji la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania mm. ndio jiji ambalo ni jiji la kibiashara ni mm. kitovu cha kibiashara. sasa mm. tunategemea labda tungeona kuna mizunguko ya watu huku mitaani, lakini hali mm. imekuwa tofauti kidogo mm. na hii inaashiria ni jinsi gani ambavyo vyombo mm. uh, vya ulinzi na usalama vimeweza mm. kufanya kazi yake mm. mm. uh, kwa uhakika. hivyo basi ni wazi kwamba kuna ushirikiano wa kutosha ambao unaonyeshwa mm. kati ya vyombo vya ulinzi kwenda katika jamii mm. yes, mm. na jamii kwenda katika vyombo vya ulinzi yes. Ndicho kinaweza kukisema hicho, ndugu mm. mwandishi, kitu ninachoweza ku, kukitathimini si mm. kwa sababu unajua sisi tumekuwa ni watu ambao tunapita kila aina mm. tunapitia kila sehemu ambapo sosi zinaweza kuwepo na habari zinaweza kupatikana, tunapitia kuanzia mitandaoni lakini pia tunapita mitaani, tunaangalia jinsi ambavyo hali inaenda, tunapita kwenye makundi mbalimbali ya watu, tunajifunza, tunasikiliza, tunauliza pia kile ambacho kinaweza kuwepo. Lakini ninachoshukuru na ninachokiona katika Watanzania wa sasa hivi na ambavyo jinsi wameweza kujiweka na kuzigeuza kuzi zile mindset zao, unajua tatizo kubwa hapa ilikuwa ni saikolojia. Kweli tunaweza kufikiria kwamba kuna watu waliingia kwenye changamoto zile za tarehe ishirini na tisa mpaka zile tarehe mbili, kwa sababu walikosa maarifa na walikosa elimu kwa kiasi fulani, lakini mpaka hmm. sasa hivi hmm hii hali iliyopo kuwepo mpaka sasa hivi mm. ambapo tunasema tunaona utulivu tunaiona mm. amani tunaona mm. jinsi ambavyo watu wameamua wa kuwajibika kuhakikisha mm. wanailinda amani iliyokuwepo mpaka sasa hivi mm. Inaweza nikasema kwamba amani hii mm. itakuwepo mm. na itaendelea kuwepo kwa mm. sababu mm. jombo la usalama limetoa mm. elimu mm. ya kutosha, mm. lakini pia mm. wametoa la maelekezo na maagizo mm. kipi kifatwe na kipi kifanyike kwa wakati gani, mm. na ni kama kuna changamoto, hatua zipi zinaweza kuchukuliwa kwa haraka mm. ili kuhakikisha amani ambayo ipo inaendelea kuwepo. Kijaribu kupita mm. maeneo mbalimbali, kama ambapo mm. mimi nimekwisha kupita asubuhi mm. hii uh, kwa baadhi ya maeneo mm. kwanza, tukili ya kwamba leo watu hawapo sana nje mm. ni kweli, watu wameamua kukaa majumbani kwao mm. na huku nje tunakopita kwa sasa tunaona kuna hali ya utulivu, kama hivyo barabarani. Vyombo vya usafiri ni mm. vichache mm, na wengi ukiwaona mm, ni bodaboda ndio wanapatikana mm, bajaji pia chache sana, lakini mm. magari kwa asilimia kubwa hayapo. Mm, ukiona linapita ni moja mm, mawili, baada ya muda fulani, unaweza ukatumia hata dakika kumi kushuhudia gari mbili tatu zinapita, nazo asilimia kubwa ni private kitu ambacho ni nadra sana kukiona katika jiji hili na hatujazoea kuiona mm. hali hii, lakini vilevile mm. tunaona hata maduka ambayo mm. sisi kama wananchi tunatumia kupata huduma za kijamii mm. mm. tunaona baadhi yake mengi pia mm. yamefungwa. mm. haimaanishi kwamba waliogopa labda kutakuwa na vurugu na fujo kama ambavyo tumewahi tumeshuhudia mwezi mmoja uliopita mm. hapana. Kila ninachokijua ninachokiamini ni kwamba kutokana uh, na kila mtu kujiepusha kushiriki katika matukio ambayo yatahusisha yatahusisha uvunjifu wa amani katika maeneo yetu, hmm. watu wengi wameamua kujiweka pembeni na jambo hili kwa hmm. sababu changamoto hmm. ya vurugu na maandamano ni kwamba huwezi kuandamana mtu mmoja peke yako na hmm. ya huwezi kufanya fujo mtu mmoja peke yako hmm. kadi ambapo unavyokwenda mtaani ukikutana watu ndivyo unaweza kuungana hmm. na kufanya changamoto hizi ndio mm. maana sasa mm. hata vyombo vya ulinzi vimezuia mm. mikusanyiko na makundi mm. ya watu wengi wengi wasiokuwa mm. na sababu za msingi yes unaweza kusema ya kwamba vyombo uh, vya ulinzi mm. na usalama mpaka mm. sasa vimefanya kazi kubwa sana sababu, mm. kwa sababu tukiri wazi kwamba ni mwezi ambao ulikuwa na mambo mengi mm mwezi ambao umekuwa na maneno ya hapa na pale, mwezi ambao umekuwa na purukushani nyingi, hasa kila upande ukijiona kwamba una haki hasa yona, uh, kwa upande wa wananchi wakiona wanastahili kupata wanachostahili kwa, kwa akili zao na ufahamu wao. Lakini tukizungumzia ishu ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa ujuzi wao na utashi wao, tukili wazi ya kwamba wanatambua na wanajua kile ambacho inapaswa kufanyika mm. kwa wakati na ndio mm. maana mm. kabla ya wao kuingia mabarabarani na, na kuhakikisha kwamba amani inakuwepo kuwepo, mm. kwanza walitoa elimu. mm. cha pili mm. wamekuja wakatoa maelekezo mm. ya wazi kuhusiana na hii siku mm. ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mm. wametoa maelekezo ambayo yamepokelewa kwa wingi lakini haitoshi. Jana mpaka leo imekuwa ni siku ambayo umeongezeka ulinzi wa kutosha sehemu mbalimbali za mji, ambapo tunaona hata maeneo ambayo tunapatikana huku Chamazi, ukienda uh, mpaka Mbagara uh, ukielekea mpaka huko maeneo ya Temeke uh, tunapata taarifa mbalimbali kutoka kwa watu kwa maeneo hayo kwamba ulinzi umeongezeka. Asante uh, ndugu tangazaji na, na mwandishi mm. mm. ninafikiri sasa mm. Aa, kupitia chombo chako mm. ni vyema mm. wananchi wakapata taarifa kama hizi mm. kwa sababu mm. kuna wengi ambao hasa waliopo mikoani mm. wanahisi wanaposikia Dar es Salaam na yale mm. yaliyotokea kwa kipindi cha nyuma, wanafikiri kuna changamoto kubwa sana zipo, lakini mii nipende kuwaweka wazi na liwataarifa kwamba hapa amani ipo na nishwari, mm. na kazi zitaendelea kama ambavyo tumezoea siku zote za maisha yetu mm. Asante mm. mm. sana.